Yo, kwa mujibu wa jarida maarufu hapa Tanzania, East Africa News, this time around ni kwamba wao waliweza kutoa mtazamo wao kuhusiana na ndoa ya Hamisa Mobeto pamoja na Aziz Ki. Kwa upande wa East Africa News wao waliweza kuandika maelekezo ambayo walikuwa wanasomeka hivi. Hivi wenzangu mmewahi kushuhudia jinsi mtu asivyopendwa ukweni anavyoishi kwa mawenge. Wasiwasi ndio kitu ambacho kinamkuta Hamisa Mobeto. Mpaka sasa inaonekana kwamba mchezaji wa mpira wa miguu eh, kutoka klabu ya Yanga E bana, ameamua kumweka mbali mpenzi wake Hamisa Mobeto pamoja na familia yake ambapo kikawaida si sawa. Mbali na mamake mzazi Aziz Ki kuweza kusema kwamba ndoa yao haitambui, bado Aziz Ki alikuwa na nafasi ya kuweza kupambana mpaka yeye, e, anaweza kupambana mpaka yeye na mama yake waweze kuwa sawa, kusuluhisha sakata la Hamisa Mobeto pamoja na yeye Aziz Ki ili kuifanya sasa ndoa yao kuwa baraka na apewe baraka zote kwa, kwa, kwa familia yake kwa upande wa kiume. Kutokuwa sawa kunapelekea kwamba Hamisa Mobeto mpaka sasa aweze kuishi kwa wasiwasi wasi mkubwa na kukosa uhuru na yote hii inasababisha na familia ya ya kiume kwa upande wa Aziziki. Wanaonekana kabisa kama vile wamemkataa kabisa Hamisa Mobeto. So, kwa upande wako wewe kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, sakata ambalo linaendelea la kukataliwa kwa Hamisa Mobeto kwa familia yake Aziziki, uko na mtazamo gani? Make sure tukomba drop comment yako kwenye onja comment hapo, takuwa umetisha kinoma noma.